Kama mtaalamu wa ini tuna kliniki maalum ya ini lenye mafuta. Huu, hili ini lenye mafuta lisilo la pombe, ambalo sasa tunaliita ini lenye mafuta ya kimetaboliki, ni tatizo la kawaida sana. Karibu mtu mmoja kati ya watatu nchini India na kote duniani ana ini hili lenye mafuta. Lina uhusiano mkubwa na matatizo ya kimetaboliki, uzito kupita kiasi na unene, kisukari na kadhalika. Uhe, kilicho muhimu kujua ni kwamba karibu asilimia 20, 25 ya wagonjwa wenye ini lenye mafuta wanaweza kupata uharibifu wa ini, na inaweza kuwa kimya na kuishia katika cirrhosis ya ini, ambayo ni hali mbaya sana, wakati mwingine ikihitaji upandikizaji wa ini. Kwa hivyo tunalenga kugundua wagonjwa hawa katika hatua za awali, na kwa ajili hiyo tuna kliniki maalum ya ini lenye mafuta ambapo vipengele vyote vya ini lenye mafuta pamoja na hali nyingine kama kisukari, unene vinashughulikiwa ama kwa ushauri wa lishe na mtindo wa maisha au kupitia dawa. Wakati mwingine tunafanya taratibu, na tuna vifaa au teknolojia maalum ya kugundua ini lenye mafuta na fibrosis ya ini katika hatua za awali sana. Tuna toleo la hivi karibuni la mashine inayoitwa FibroScan ambayo ndiyo chombo cha uchunguzi kinachopendekezwa zaidi kwa ini lenye mafuta. Kwa hivyo ni kliniki ya kina, ambapo aina zote za matatizo yanayohusiana na ini lenye mafuta yanaweza kutibiwa na kugunduliwa katika hatua za awali, na wazo ni kuzuia yasifikie ugonjwa wa hali ya juu zaidi.